Gavana wa kaunti ya Bungoma, Kenneth Makelo Lusaka, ameahidi kwamba atakamilisha miradi yote aliyoianzisha rasmi huku akiwataka mawaziri katika serikali yake kuwajibika na kuhakikisha majukumu yao yanatekelezwa kikamilifu, kama anavyotuarifu sasa Edwin Sasaka. Facebook, Facebook, Facebook. Akizungumza baada ya kushiriki ibada ya Jumapili katika kanisa la marafiki la Lugulu, wadi ya Matulo gavana wa kaunti ya Bungoma Ken Lusaka amedokeza kuwa anapania kukamilisha miradi yake kabla ya uchaguzi mkuu ujao, kauli ambayo iliungwa mkono na afisa mkuu katika wizara ya mifugo Daktari Andrew Musungu.

tumebaki tu na miezi sita. Katika hafla hii pia, gavana Lusaka aliweka wazi kuwa eneo la Magharibi bado halina uwezo wa kutoa uongozi wa urais mwaka wa 2027 akitaka jamii ya Mlembe kushirikiana na kuunga mkono kuchaguliwa tena kwa rais Daktari William Ruto. <coughs>

Katika ibada hii ya Jumapili, kiongozi wa kanisa la marafiki la Lugulu Timothy Wanyonyi ameahidi kuhakikisha kanisa hilo linaendelea kuwaombea viongozi. E, Mheshimiwa tutaendelea kukuweka kwa maombi pamoja na wale ambao mnafanya kazi nao ili tuwe na maendeleo katika kaunti yetu ya Bungoma, na sisi pia watu wa Bungoma We are endowed with a lot of resources. You know, when you move out is when you realize Bungoma is blessed. Our hospital is an, a non-profit making hospital we do a lot to help the poor. And since we don't make profits mtusaidie and we are complimenting your efforts Your Excellency. We should be able to move a step further. Nikiripotia West TV kutoka Lugulu, wadi ya Matulo eneo bunge la Obuye makaribi kaundi ya Bungoma. Jina langu ni Edwin Sasaka.